Mbia juzi nilisema jambo, nikamsikia, nikamsikia mwanaharakati mmoja huko ughaibuni anasema huyu atakuwa, huyu ndo atakayekuwa Waziri Mkuu wa muda mfupi zaidi, sawa! Hata niwe Waziri Mkuu wa wiki moja kwenye wiki hiyo, kwenye wiki hiyo sitaruhusu Watanzania waishi iwe nchi ya mabwana na watwana. Katika muda huo huo sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya, ya kuwalinda wa daraja la juu na kuwatweza wa daraja la chini kwamba akikosea wa daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea wa daraja la juu anapita ana, analindwa. Sasa so, hilo ni la kuandika nalo, kwamba atakuwa muda mfupi zaidi. Nitawasemea wale wa, wa, wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka, si ndio nitakaoishi nao hata nikitoka si ndio nitakaoishi nao, hata nikifa si ndio watakaonizika nyie? Mliwahi kuona kaburi linajengwa na watu waliovaa wa suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na waliovaa wa suti? Lazima, lazima kila Mtanzania lazima kila Mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake.